E bana siku ya jana imekuwa ni siku ya kihistoria zaidi kuweza kutokea nchini Tanzania yote hii ni mara baada ya Mbosso Mbosso Khan kuweza kutangaza ujio wake wa album yake mpya ambayo ilikuwa inatangazwa katika siku za hapo nyuma kidogo kulikuwa kuna baadhi ya mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba #RN3 ni nini #RN3 ni nini lakini this time around kwamba Mbosso Khan aliweza kuwasanua watu kwamba anakuja na album yake ambayo itafahamika kwamba ni Room number 3 so ni kwamba Mbosso Khan amekuja na album yake mpya kabisa ambayo imekuwa na e, nyimbo e, saba ambazo e, wimbo wa kwanza unafahamika kwa jina la e, Pawa. Wimbo wa pili unafahamika kwa jina la Nusu Saa wimbo wa tatu unafahamika kwa jina la Tena. Wimbo namba nne unafahamika kwa jina la Merijaah, lakini pia wimbo namba tano unafahamika kwa jina la single e, siko single. Lakini pia wimbo wa sita ni unafahamika kwa jina la Aviola. Wimbo wa saba unafahamika kwa jina la eh, Asumani, umekuwa kama bonus track tu le, kwenye EP yake Mbosso Khan. Sasa Mbosso Khan, yeye kulikuwa kuna ile rangi ya kijani sasa watu wengi sana walikuwa wanaanza kujiuliza kwamba Mbosso Khan, mbona kama vile anaitumia rangi ya kijani katika ku E brand yake kwa, kwa sababu tangia hapo aal kabisa e, baada ya kuweza kufuta posti zake zote na kuweza kupakia posti yake ya kwanza mara baada ya kuweza WCB alianza na posti ambayo ilikuwa na rangi ya kijani sasa, watu wengi sana wakawa na mijadara mingi sana pengine labda e, Mboso Kan, ana brand CCM au pengine labda Mboso Kan, e, kuna kitu ambacho e, kinaashiria kwamba rangi ya kijani inahusiana na yeye e, katika maisha yake au kuna kitu gani ambacho kipo, so, bsomboseee Eh, rangi ya kijani sio kwa sababu ya kuweza kubrand eh, chama eh, tawala kwake yeye, anaiona kwamba rangi ya kijani ni rangi ya kuweza kupoza, yaani eh, ni rangi fulani hivi ambayo haishtui. Pili, rangi hii inaonekana hata pia kwenye barabara pale, utakapokuwa kwenye traffic light Eh, wakikuonyesha, waki, waki pale, kuna rangi ya yellow, kuna rangi ya red, lakini pia kuna rangi ya green. Sasa green ni kama vile rangi ya kukuruhusu, na yeye amekuwa ni kama msanii ambaye ameachiliwa WCB pale na ameamua kuwa e, msanii pekee yake kama solo artist eh, amejiruhusu sasa kuendelea kufanya kazi zake za muziki wa Bongo Flava. Sasa zamani pia inafahamika kwamba Mbosso Khan alikuwa e, ameanza muziki wake e, chini ya wavurana ambao walikuwa ni ya Moto Band kabla ya kuweza kujiunga na WCB ambapo safari yake kidogo ya muziki aliweza kuisanua, kwamba e, moja kati ya watu ambao alimchengiza kinoma noma kuweza kuingia kwenye muziki wa Bongo Flava basi ni Asley Coz. Alikuwa ni moja kati ya watu ambao alikuwa akiimba, alafu mkubwa Fela alikuwa anasema kwamba anamhitaji kijana ambaye ana uwezo wa kuimba kama Asley ambavyo anaimba. Sasa yeye kipindi ambacho alikuwa akimsikiliza Asley alivyokuwa akiimba e, e, basi naye mwenyewe akasema aha, kumbe na mimi mwenyewe naweza nikafanya muziki. So ni kwamba kipindi hicho akaamua kujiunga na ya na kundi lao lilikuwa lipo na vijana tofauti tofauti kama vile Enoch Bella, lakini pia Beka Flavor. Lakini waliweza kupata tuzo na baadaye sasa wakaanza kugawanyika, ambapo ilikuwa ni mwaka 2015, mwaka 2017 mbali na, na hapo. Ni kwamba e, Mbosso Khan baada ya kundi lake kuweza kuvunjika, aliweza kurudi nyumbani kwao Kibiti, na baadaye sasa akaanza kujihusisha hata na e, shughuli za uovu kabisa kule Kibiti, baada ya kuonekana kabisa kwamba mchizi alikuwa ana iba iba, yani alionekana kabisa kwenye matukio ya uwizi ndo alikuwa akiyafanya kabla ya kuweza kusainiwa WCB. So ni kwamba Rayvanny akaamua kumchukua kule Kibiti na kuweza kujiunga na record label ya WCB. Eh, safari yake ya muziki ndo ikaanza hapo na ndo alivyoweza kusimulia kwamba ndo ilikuwa ndo kama room number mbili eh, eh, baada ya kuweza kutoka kwenye room number moja ambapo aliweza kufanya makosa kibao, lakini room number mbili ndipo ambapo aliweza kujiunga na WCB kukutana na Rayvanny, lakini pia kukutana na Damo Platinum kuweza kukutana na matajiri tofauti tofauti, ni kwamba Mbosso Khan akaweza kupata exposure kubwa sana ya muziki, akaweza kutengeneza jina lake na kuweza kuachilia EP yake na nyimbo tofauti tofauti ambazo zimependwa na mashabiki wa kutosha kabisa. So safari yake muziki Mbosso Khan, this time around yupo katika room number 3, ambapo amekuwa ni msanii wa kujitegemea kama solo artist, hayupo tena eh, chini ya record label yoyote, na sasa hivi sasa watu wanategemea makubwa zaidi kutoka kwake na hata pia ngoma zake ambazo wametoka kuziachilia albamu yake nzima ukija kuiangalia, utaweza kuona kuna rangi ya kijani, lakini pia e, katika zile cover page ambazo ametoka kuziachilia kwenye hizi, kwenye hii EP yake tu ni kwamba cover page inaonekana kabisa kwamba zote ni cover page ambazo zinaonekana kabisa katika e, mazingira fulani vya Kiswahilini. So hata pia rangi ya kijani imehusika pia kwenye kila e, cover page, kila utakapoiona e, post ya wimbo kama vile Athumani e, Power, zote hizo zimekuwa zina e, mchanganyiko kidogo wa rangi ya kijani. So Mbosso Khan ameamua kuja na rangi ya kijani, na sasa hivi sasa mashabiki wengi sana wanasubiri e, ni kitu gani ambacho Mbosso Khan atakuja nacho baada ya kuweza kuachilia tu hizi hapa e, nyimbo Ambazo zipo kwenye EP yake kama relax videos tu, so tutaona kwenye upande mzima wa videos zitakuwaje baada ya kuweza kuachilia cover page ambazo ni cover page tu zinahusiana na maisha fulani vya Kiswahilini. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. E bana, uko na mtazamo gani? Usiche kusubscribe ku like ku comment, utakometisha kinoma noma cha cha